Naam, shukran sana, tukupashe tuliokuandalia. Karibu nikiwa na mwenzangu Njoki Shege, jioni ya leo. Maafisa wa polisi wanasalia kwenye darubini baada ya afisa mmoja kumpiga risasi mchuuzi hadharani wakati wa maandamano ya kudai haki ya mwanablogu aliyeuawa Albert Ojwang. Kwenye tukio hilo, afisa wa polisi alimlenga mchuuzi huyo aliyekuwa akiuza maski kabla ya kumpiga risasi kichwani. Taarifa hiyo ndiyo inayotufungulia taarifa zetu kuhusu alujiri kwenye maandamano ya leo kwa kile kilichoonekana kuwa ukatili wa wazi, mchuuzi ambaye hakuwa amebeba silaha yeyote, alijipata kwenye takwimu za Wakenya waliopigwa risasi kiholela na maafisa wa polisi. Kwa sekunde tano, mchuuzi huyu anakabiliwa na maafisa wawili wa polisi kabla ya kupigwa risasi kichwani. Kabla ya risasi hii iliyomlenga kichwani na kumwacha kwa hali maututi, kulikuwa na jaribio jingine la kujaribu kumlenga kwa mtutu wa bunduki, kama ilivyonakiliwa kwenye video hii ya mwanagenzi. Yote hayo yakifanya huku mchuuzi huyu anayesimama wima akiwa pale pale, kabla ya polisi aliyefyatua risasi kuungana na mwenzake. Hebu tuangalie haya, nguo aliyovaa jaketi ya rangi ya samawati, suruali ya jeans nyeusi, mfuko wa maski na kofia ya rangi ya jivu. Sehemu anayosimama mwathiriwa kabla ya kuangushwa na mtutu wa bunduki kutoka kwa afisa anayestahili kulinda maisha yake Kwenye video hii ya karibu, nguo alizovalia ikiwemo jaketi ya rangi ya samawati na suruali yake nyeusi, yote yakiambatana na maelezo ya awali. Hata anajaribu kujiinua, kujitetea dhidi ya afisa wa polisi anayemfuata. Kwenye picha hii unaona mkono wake wa kushoto, mkono ambao kamwe hauna silaha wala kitu chochote. Mkono huu mwingine haukuonekana kwenye picha ya kwanza, sababu ulikuwa umeshikilia pakiti yake ya maski anayouza mchuuzi huyu. Kwenye picha hii pia tunabaini kuwa viatu alivyovaa vinafanana I. Amekuja kuniomba alafu, sasa unaona hivi movement, nakuwa sasa anakuwa anauza maski hizo. Maski zimeanguka hapa, sio zangu ni zake. <laughs> Risasi hii ya kisasi kutoka kwa afisa wa polisi kwa mara nyingine ikitia doa sura ya idara ya polisi siku tisa kabla ya kutimia kwa mwaka mmoja baada ya maandamano ya Juni 25 mwaka jana yaliyowaacha waandamanaji kadhaa maiti na wengine na makovu ya maisha.